Wakenya zaidi wamejitokeza kuelezea walivyohadaiwa na kuwachwa njia panda kwenye mpango wa serikali wa kuwatafutia ajira ughaibuni. Miezi sita baadaye, waliosimulia masaibu wanadai kulipa maajenti walioidhinishwa na serikali pesa kwa maandalizi ya kazi za ng'ambo ambazo hadi leo hawajaziona. Na kama Emily Chebet anavyoarifu, baadhi ya waathiriwa wanasema walilazimika kuuza mali zao kwa matumaini ya kupata kazi hizo ng'ambo. Bernard Patrick Gathongo mchuuzi wa peremende kutoka Nyeri alikuwa na matumaini makubwa Oktoba mwaka jana, ndoto yake ya kubadilisha maisha ya familia yake. Kama vijana wengi wa Kenya, Bernard aliweka matumaini yake kwenye fursa ya kazi ughaibuni, nafasi ya kuwa mfanyikazi wa kusanifu mbao za ujenzi nchini Iraq. Mchakato wa ajira ulikuwa wa haraka na kufikia Novemba alikuwa amepokea barua ya kazi na hata kutia saini. Bernard hakuwa peke yake. Calvin Nyamwea ya mkazi wa Kisii sasa anaishi mafichoni, ameshindwa kurudi nyumbani baada ya kuzama kwenye madeni makubwa. kwa matumaini haya nilienda on Oktoba 27, 2024. Kafanya interview nikachukuliwa as a scaffolder kwa Dilak. Kutoka hapo offer letter ikatoka Novemba 27, nikaenda kusaini Disemba 27 offer letter nikaambiwa rasima nitalipa malipo ya medical, nikalipa 20000 za medical, lakini walikuwa wana charge 15000. Eh, madam nasira akasema visa zetu siko tayari, tulipe malipo yote 55000 ndio tuweze kwenda Katali. Nikalipa, nikalipa 35000 the amount lakini kilichofuata kwa Benard na mamia wengine ilikuwa miezi ya kusubiri bila majibu, gharama zao zikiongezeka kwa safari ya mara kwa mara hadi Nairobi kufuatilia safari zao. Tununu huko, nunua bag hii wiki ingine, ndio watu wengi, ndivyo sasa unaambiwa nyingine ndio ndio unaenda unaenda. Bernard pamoja na wenzake wanasema waliendelea kupewa matumaini na hatimaye wale waliozidi kuuliza maswali waliagizwa kuandika barua rasmi ya kujiondoa, ikaandika <todicli> withdraw through email. Mpaka leo pesa yangu haijaitoka, sijaitumiwa pesa na wenye wanatumiwa pesa unapata unakatwa wa 18000 hati 3000 za process na 15,000 za Medical. Tulijaribu kuwasiliana na waziri wa Leba Alfred Mutua kwa maoni yake, lakini alitaka tusubiri hadi atakapowasilisha taarifa yake rasmi mbele ya seneti Jumanne ijayo. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.